Katika hali ya kushangaza, mara baada ya kukwama kwa miezi takribani tisa katika kituo cha kimataifa cha anga za juu ISS, wanaanga wa NASA Sunita Williams na Butch Wilmore hatimaye wamerejea duniani wakiwa salama salimini. Wilmore na Williams walizindua safari yao kutoka Cape Canaveral mnamo Juni mwaka 2024 na walikuwa na mpango wa kukaa angani kwa siku takribani 8 tu, lakini Safari yao ya kurejea ilicheleweshwa kutokana na hitilafu za kiufundi kwenye chombo cha Starliner cha Boeing. Baada ya kusubiri muda mrefu, NASA iliamua kutumia chombo cha SpaceX Crew Dragon kuwaokoa wanasayansi hao. Chombo hicho kilifika ISS kikawapakia Williams pamoja na Wilmore na hatimaye kutoka salama kwenye bahari ya Atlantic ambako vikosi vya uokoaji vya NASA vilikuwepo tayari. Na kwa sasa madaktari wa NASA wanawafanyia, uh, wanasayansi hao uchunguzi wa kiafya ili kuhakikisha kuwa wanarudi katika hali yao ya kawaida. Hii ni ripoti kutoka Natural Sound Media. Jina langu naitwa Barnaba Benson.